Wakati mwingi ukipitia uchungu. Many times when you're going through pain, watu wengi wana hawataki kujitanisha na wewe. Hata Yesu alikuwa msalabani. Even Jesus while at the cross, kwenye ule mchungu, through the pain, watu walikuwa anamwonea kwa mbali. People were staring at him from far. Hata mama yake alikuwa analia kwa mbali. Even the mother was crying from afar. Alikuwa akimwangalia mbali. Looking at him from afar. Wakati wowote Unapoingia kwenye uchungu, usitegemee faraja ya mtu. Na ndio maana usilaumu watu, sababu Mungu ruhusu, he will allow, wakati wa ziki watu kukuacha, people to you, hata yule ulikuwa nadhania, forsake you, mm -hmm. even the one you ever thought

Atachukua kitama at at siku ya pili maishani, baada ya mateso a baada ya watu kukuongea, baada ya watu kukukimbia, Mungu anaruhusu watu wanyamaze, walikuwa nakuongea, wanaona hakuna kitu cha kuon hata ukipita fasi watoto wananyamaza. Biblia inasema siku ya pili, hata wanafunzi hawakuonekana, alijificha ukakuwa kimya.